Ala, ala. Ala. Le, ambia hawa mahabusu wanyamaze bwana, hawa hawa watu wawezangaa ulisika, tambika uko vimbili wanyamaze, ni ni zaruri. Eh, ndiyo mnafanya kazi yeza? Eh, wapi occurrence book? Leo ngapi bwana, mbona naona entries zizile ziko ziko ziko hapa ni za last month, sa, nimeziandia wazimu. Entries zizile ziko hapa last last month, sa sa wazimu nimeziandia wan nitatransfer Simu yako ni ya serikali. Saa indirect ile nimenunua na pesa se ya serikali. Indirect. Ni kalamu tu kwa sababu yeye amekimbilia kalamu. Wakiwa na molemi. Molemi ndio amekimbilia kalamu. Unaona vile imeisa? Umepeleka vizuri. Shinja pelekwa mzuri. Dokirebe. Dokirebe no ni munene. Dokirebe no ni munene wa kwa. Uko tuma futo mirebe. Umepeleka vizuri. Shinja pelekwa mzuri. Umefanya vizuri kukunja mkumbwa. Wewe ndiye mkumbwa wao. Eh. Nimewambia nimesunwa ni bibi ni yangu, wakaniuliza nasunwa mimi ni mtoto wewe, ndio nani? Mimi ni deputy inspector general. Ni nikusema sasa, wewe kwa hii kitego, wewe ni OCS ama hapana? Ni deputy inspector general. Wewe ndio nani? DIG. Kwa hivyo wewe ndio unasimamia polisi yote e? Havafuta mafute kasi hapa, hakuna watu uko na wao hapa, hakuna watu uko na wao mkumbwa. Mukumbua nikwambie ndio uko hapa sisi ndio tunawanunuliaga mafuta ya taa na bado wanatusumbua. Sasa hii tunaongea na yeye mkumbo, ameniambia ni ndi yae BIG. Ndi yae ndi yae BIG. Ndi yae. Yes, ndi Yes. Bambe yangu amesikwa huku sababu ya kukula miwa zake. Ati alipika mlatina. Ofisa unaelewa hiyo kesi? Yes, yes, yes, yes mkubwa. We are investigating, we are investigating, sir. I found the sir, we are leaving no stone unturned. Mmefikisha wapi? We are investigating, we are investigating. Afande sa, we are leaving no stone unturned. When was it reported? Yesterday evening, I was not on duty. We were with Moremi. Mr. Kenya, <coughs> umesema ulipiga report lini? Njuzi, manasema nereni. Kwanza huyo anakuongereza, nilikuta akiwa Moremi. Where is that Moremi? Wapi Afisa Moremi? Yes sir, nani ananiida ita? Oi, oi, oi, oi, oi, ya, aye, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya,

Unafahamu hii kesi ya huyu mzee? Nijawahi muona. Nasema niambia aliripoti. Ni huyu nili ambia. Na si nimekwambia alikuwa mrefu, hata memory hana. Ndukire we! Ndukire we! No ni munene. Ndukire we! No ni munene, munene wakwa. Ukutuma futu obira we. Ukumbuke akikuja kuripota hapa ni boss, ile huwa nini mzee, unajua saa zingine kesi zinakuwa mingi hapa. Unajua saa zingine kesi zinakuwa mingi hapa ndio. Unajua hapa tuna ndinina na ndomeze kabisa, ndizo mingi sana hapa. Watu wanakuwa wamekazilikiana, wanakuwa wamekazilikiana, zinjui ni nini hapa. Watu wanakuwa wamekazilikiana, zinjui ni nini, kila mtu amekazilikia mwenzake. Sasa akiweza kuspecify, itaweza kujua ni gani. Eh, mzee unaitwa nani? Joseph Kenywa. Ah, Joseph nimekumbuka. Si wewe ndio ulishikwa na pombe bangi na shangaa? Sikia mrefu, bagu lilipea. Bagu liko mepanda kwangu. Bagu liko mepanda kwangu. Sio no kama no. Hai, hosi gai. Hizi ile mzee ya bangi. Si hapa ndio nazindwa. Unajua oge okay, abande. Fanya hivi. Wacha tungojee yule alichukua lolu kolea njana, atueleze vizuri. Lakini mgumbo unakunja uzembe baba. Unajua unasema tunakuwekezea kanyama. Maana zizi hapa ni wakalimu. Wachana na mambo ya nyama eh, pi wangu amerekodi wa hiyo maneno. you shall be hearing an official communication. sasa Sasa muendelee na kazi vizuri. Wewe mzee, unataka tuvutwe kazi wewe mzee, unataka tuvutwe tukulange kwako. Unajua huyo ni mkubwa, unataka tukulange kwako? Hebu mtolee huyo mbaba yake waende. Hebu mtolee huyo mbaba yake, hebu waende ndani kabisa na mzee yake alimbie station. Tena nisiwahi waona hapa mnakuja kututolea bisanga mbele ya mkubwa. Unavigilia huyo ni mbezi komanda, huyo sisi superintendent ni mkubwa. Muende kabisa toka kwa gate